Pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi uh, kuwaamini vijana akiwemo uh, Engineer Hersi uh, kuiongoza klabu kubwa kama hiyo ya Young Africans, lakini kwa malengo ambayo aliyasema walikuwa nayo uh, ya muda mfupi na ya muda mrefu, Yanga imefanikiwa kiasi gani? Kwa mtazamo wangu kwa mm-hmm. kuangalia namba imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, sababu ukiangalia kwa mfano, kwenye mataji ya ndani, kombe la shirikisho hivi sasa wadhamini benki ya CRDB Yanga amechukua mara nne mfululizo. Baada ya kufungwa katika fainali na wataniza wajadi kwenye uwanja wa Tanganyika kama unakumbuka vizuri. Baada hapo Yanga kwenye michuano hiyo mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi tatu alishinda kwa mikojo ya penalti kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano, kuna mechi ya robo fainali dhidi ya Geita Gold ilikuwa ni sare, wakashinda kwa penalti. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalti saba sita kama unakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa na ilikuwa ni Azam Geita, kuna mechi tatu hmm, za penalty. Nyingine zote wameshinda. Afu mabao sabini na mbili, wameruhusu mabao tisa. Sasa anejua namba, unaweza ukaona hapa ni, ni ukubwa kiasi gani hmm. Lakini kwenye ligi kuta za bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021 2022 standard ambayo unaiona ngumu mno sio tu kwa timu nyingine, Yanga yenyewe pia ambayo inaweza ikawa mtihani kwa sababu mashabiki kila mara wanafanya reference wanafanya rejea kwa kilichofanyika hiki, kinacho napaswa kujihadhari, kwa sababu katika misimu minne imeshinda e, mataji yote, lakini sio tu inashinda. Ukiondoa mechi za msimu huu, inafunga mabao mengi, ishafunga mabao 254 mechi 120. ih0 Yange imeshinda mechi 100, ina maana winning percentages ni asilimia 83, wakati hao wakitoa huu utawala kwenye ligi kuu back to back mara nne mfululizo wataniza wa jadi Simba kuanzia 2017 18 mpaka 2020 21, so walichukua mara nne mfululizo pale. Kulikuwa na mabadiliko, kulikuwa na msimu mechi 30 kukawa na msimu mechi 38 38 34, kwa maana kwamba kutoka timu zilikuwa 16 kama sasa, alafu zikawa timu 20 mechi 38, alafu kukawa na mechi 38, alafu kukawa na kuka na timu 18 2021 ambapo tunazungumzia mechi 34. Kwa hiyo mechi 140. Simba wakati inafanya vizuri sana pale. Winning ratio ilikuwa ni asilimia 73 kwa sababu ilishinda mechi 102 katika mechi 140. Yaani, ukijumlisha vizuri hapa 30 38 38 34 utapata hicho ninachokielezea. Alafu ilishinda 102 ukikokotoa ndo unapata hizo 73. Kwa hiyo Yanga alivyochukua huo utawala back to back mara nne yenyewe ni asilimia 83. Maana kimeraise bar. Lakini sio hilo tu katika ligi kuu ya Tanzania Bara toka ianzishwa kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996 97, timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata point 62 katika 66. Ni kwa hiyo performance ilikuwa 94. Lakini kuanzia 2010 kwenda juu huko, timu ili ushinde, wakati mwingine Yanga ilishia kuchukua ubingwa wa performance ya 70.5, kwa sababu ilipata pointi 55 kati ya 78 mechi 26. Lakini leo hii

lakini msimu unaofuatia kutoka pointi sabini na nne kwa kujua kwamba washindani wao unazungumzia simba azam na wengineo watakuwa wanafata hiyo ba yanga wakaongezea tena pointi wakafika sabini na nane ni katika msimu ambao simba kweli walikuja wakapata waka pointi sabini na tatu maanake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yaliseparate yalitofautisha nani yamebingwa yanga kawa na pointi sabini na nane ni performance ya asilimia

wakapata pointi 82 katika 90, hmm. Ni performance asilimia tisini na moja. Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika kwa mujibu wa CAF, ligi bora namba moja ni Misri, ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, unakuta ni ja kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points, lakini katika mashirikisho ya 54 ni kwa sababu gani? Ni hesabu rahisi tu. Ukishinda point tatu, Lakini unaweza ukashinda moja bila mechi kumi ukapata mabao kumi akiwa na points 30. kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko points. Yanga amemaliza na points 80, amini points 82, performance asimeti na moja, lakini mabao 83 katika mechi 30. Maana maanake, kwa wastani kila mechi amini, kila dakika 32 na sekunde 32 nafunga bao moja, ambayo haishindi tu Afrika nzima, sasa hapa Sio udamisi sio mughalabu, tunasema sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora tano tano duniani, alafu Afrika chukua ligi zote bila kujali ligi tano. Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona, simaanishi hivyo. Namaanisha kwenye ligi yako na perform vipi. Yanga ufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700 kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani. Alafu ameruhusu mabao 10. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi ligi ligi bora duniani duniani. Mwingine atashtuka kwa mpira wa miguu chini ya mwavuli wa FIFA. Tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndio the best. Tunazungumzia AFC. AFC ligi za ubora tano unazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan, kule hakuna inayofikia kiwango cha yanga unazungumzia OFC Oceania yaani visiwa vya nuatu unazungumzia fiji unazungumzia e, New Caledonia hakuna inafikia yanga <laughs> unazungumzia CONCACAF CONCACAF ni amerika kati ya kati kaskazini na caribbean ya unazungumzia marekani e, unazungumzia honduras kule ligi tano bora katika e, shirikisho lile la CONCACAF hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo, unaenda Comebol. Comebol ni amerika ya kusini hapo, unazungumzia ligi bora tano ni Brazil, Argentina, Colombia, eh, kuna Paraguay. Hakuna iliyo perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo kwa sababu ndugu zangu, najua wakawii kusema Yanga bora kuliko mm -mm, nazungumzia performance kwenye ligi yako FM.